Jamii ya aswa kusaidia makundi yenye uhitaji maalum. Na katika michezo na burudani, wadau wa michezo mkoani Iringa wametoa maoni yao juu ya kauli ya klabu ya Yanga kukataa kucheza mchezo namba 184 wa ligi. Habari za wakati huu, mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Glory Pasco. Katibu wa taasisi ya Jai mkoani Iringa, Hassan Mlanga ameikumbusha jamii kujitoa kusaidia makundi yaliyosahaulika ikiwemo wagonjwa mahospitalini na wafungwa magerezani hasa katika vipindi vya sherehe mbalimbali. Mwanahabari wetu Noel Emmanuel anaundani wa taarifa hii. Wito huu umetolewa na katibu wa taasisi ya Jai Hassan Mlanga wakati wa chakula cha pamoja kilichoandaliwa na taasisi hiyo na kuwanufaisha wagonjwa patao mia tano pamoja na watumishi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Iringa na hospitali ya manispaa ya Iringa. Eim amesisitiza kuwa msaada kwa wa makundi hayo kunajenga jamii yenye mshikamano na kuwapa faraja wagonjwa na wafungwa, huku mwenyekiti wa idara ya wanawake Bi Fatuma Adamu akiwataka w wa Tanzania kugusa matatizo eh, ya Tanzania wenzao. Makundi haya mawili wagonjwa, lakini vilevile wafungwa, ni makundi ambayo yamekuwa yakisahaulika sana kwa jamii, kiasi kwamba wanajamii wakifikiria kutoa e, msaada watakumbuka haraka yatima, watakumbuka haraka wajane, watakumbuka haraka walemavu, lakini watu wengi wamekuwa wakisahau sana kama kuna wagonjwa ambao wako huko mahospitalini, wahitaji hawana ndugu, hawana uwezo wa kumudu gharama za matibabu, ambao wanahitaji msaada na faraja kutoka kwenye jamii yetu. Sisi jai tumekuwa tukifanya hivyo tangu mwaka 2008 hapa nchini ili mwisho wa siku hawa wagonjwa lakini vilevile wafungwa magereza waweze kupata mahitaji muhimu ambayo wanahitaji kwa ajili ya maisha yao ya kila siku, lakini pia kwa ajili e, ya kusherehekea kwa pamoja katika sikukuu kama hizi zaidi. Kama mwanamke, naomba tu Mwenyezi Mungu azidi kutupatia yaani, kutupa moyo wa kutoa, kama wazazi tuone uchungu kwamba si ni wazazi, kila tunaimuona tuone kama ni mtoto wetu, au ni baba au ni mama. Dr. Suleiman Bangura, Osman wa idara ya upasuaji katika hospitali ya rufaa ya mkoani Iringa ameipongeza taasisi ya Jai kwa huduma hiyo muhimu na kuitaka jamii kujenga utamaduni wa kusaidiana huku huku amili, amili huduma wa Jai hospitali ya rufaa mkoani Iringa Muhammad Uguruma akielekeza kazi nyingine zinazofanywa na, na hospitali hiyo hapo na taasisi hiyo mkoa wa Iringa. Kwa kuna wagonjwa ambao wanatoka maeneo mbalimbali ndani na nje uh, ya mkoa. Kwa tunapopata nafasi au wagonjwa wanapopata nafasi ya kupata hata riziki hii hapo imetolewa. Kwa wale wagonjwa ambao wanatoka maeneo ya mbali inakuwa ni msaada mkubwa sana kwao, lakini pia kwa sisi watumishi ambao tuko hapa siku hii ya Idi, sababu kama unavyojua tunakuwa tuko bize na kutoa huduma. Sasa sio vizuri unakuwa uko bize afu naacha wagonjwa waenda kutafuta chakula nje. Nikiripoti kutoka chumba cha habari. Mwanahabari wako Noeli Nomaseko, UoI Digital. Wageni kutoka Finlandi wametembelea idara ya uandishi wa habari chuo kikuu cha Iringa kwa lengo la kuangalia na kujifunza namna vinavyozalishwa vipindi mbalimbali mbali katika studio zao. Mwanahabari wetu Esther Sebastian ana undani wa taarifa hii. Wageni hao wameelezea namna walivyojifunza mambo mbalimbali kupitia ziara yao, pia wamepongeza wanafunzi wa kitivo cha uandishi wa habari jinsi wanavyojituma kufanya kazi. Mrs. Kartina Konen ambaye ni mgeni kutoka Finland amesema amefurahi kutembelea

Taarifa very, very uh, yake Esta Sebastiani inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Esta Kameta. Iringa wameeleza namna wanavyonufaika na mashindano ya UMISETA na UMITASHUTA yanayofanyika mkoani humo katika ngazi ya taifa. Mfanyabiashara wa asali Paul Kennedy amesema kuwa UMITASHUTA na UMISETA umemsababisha yeye kupata wateja wengi, hivyo ameweza kujipatia kipato. Pia mfanyabiashara Sheila Abdala ameeleza kuwa amefurahishwa na uwepo wa mashindano haya, kwani ni faida kubwa katika biashara yake. Naye Erisha Evaristo ameeleza faida anazozipata kwenye mashindano haya ya umiseta na umitashuta kuwa unamsaidia kupata kipato kikubwa kuliko siku zingine katika biashara yake. Yalikuwa ni maoni ya wafanyabiashara waliojitokeza katika uzinduzi wa mita umitachuta na Umseta. Nikilipoti kutoka viwanja vya Kitangani, mimi ni Esther Kameta UoI Digital. Asante sana Esther Kameta kwa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Joseph Kimwecha. Nikusihi endelea kuwa nasi <musi> Kutokana na sakata linaloendelea la mchezo namba 184, mchezo ambao unahusisha klabu ya Yanga dhidi ya klabu ya Simba, wadau mbalimbali wa michezo kutoka mkoani Iringa wametoa maoni yao juu ya kauli iliyotolewa hapo jana na msemaji wa klabu ya Yanga, Ali Kamwe, mara baada ya kikao kilichowakutanisha klabu ya Yanga na klabu ya Simba pamoja na bodi ya ligi ili kuweza kutatua tofauti zao na siana taarifa iliyotolewa jana na msemaji wa Yanga, Alikamu, kwamba wametoa baadhi za masharti kwamba kama kama taasisi haina imani na uongozi ulioko madarakani pamoja na kamaanisha jumbe pamoja na katibu mkuu. Binafsi niko upande wa timu yangu na bina sapoti, binafsi pia sina imani na uongozi, kutokana na mambo ambayo ua wakiendelea ndani ya ligi, suala lazima la maamuzi mbali na waamuzi pia na viongozi wanaonekana kuto balance kwa upande wa timu yangu, kama siku nzuri na timu moja. Mimi naisi wamalizie tu, hayo masuala ya malipo yatafanyika yata baada ya kucheza, sio wamefika finali ndio wanazigizia, hatuchezi kwa sababu ya, ya pesa. Zilizopita walikuwepo wapi kudai before? Kwa hiyo kama hawakudai before na kama walidai hawakulipa wasingecheza kwanzia mwanzo, game linafanya didi limeanzishwa hilo la CRDB. Kwa hiyo mimi ninachowashauri, Yanga wacheze, masuala ya wa, wa wa madeni yasiletwe hapa. Wapeleke timu uwanjani wakacheze CRDB. Masuala ya madeni watadaiana baadaye, kwa sababu walikubali wamalizie. Hiyo kwamba <tipa> wao. Kwa hiyo shida zana kshiaaio kwenye TFF. Kwa hiyo naona kabisa kuna namna ambayo viongozi wetu wanafanya makosa. Kwa hiyo mimi nawashauri tu wakae mezani, wajitokeze kwa hadharani, bwana eh, sisi tumekosa basi. Sio lazima wajihudhuru, kwa sababu wa kujihudhuru, kwamba hizi kamati zinachaguliwa na timu 16 zote wanapiga kula hivyo, kwa hiyo kujihudhuru sio rahisi, lakini basi watoke hadharani, wazungumze, watoe ukweli, au basi waeleze kile kilichotokea Machi nane, ili kwaje, kwaje. Nikiripoti kutoka katika chumba chetu cha habari, ni mimi Joseph Kimwecha, UoI Digital. Asante sana Joseph Kimwecha kwa kutupitisha viwanjani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Glory Pasco. Asante na kwaheri.